Wakielezea furaha yao mara baada ya kupokea sare hizo, wanafunzi hao wamesema awali walikuwa wanashindwa kuhudhuria vipindi darasani kwa sababu ya kuchekwa na wanafunzi wenzao hali ambayo ilipelekea kuporomoka kitaaluma. Nashukuru kwa msaada huu. Shati zangu zilikuwa zimechanika, suruali zimechanika. Sasa hivi sasa nitakuwa nadhifu, nitakuwa msafi muda wote. Nafurahi pata uniform maana wenzangu walikuwa wananicheka nasema na udada mkuu wako wote unavaa nguo zilizochanika. Tuendelee kutoa msaada kwa watoto ambao hawana uniform na ambao hawana wazazi. Naye mkuu wa shule hiyo Deusi Kamkono anaelezea umuhimu wa msaada huo katika shule hiyo huku katibu wa kikundi cha Songwe Umani Gala Ne Malwila akielezea malengo ya kikundi hicho na namna alivyojipanga katika kusaidia jamii. Natarajia kuanzia kesho watoto wengi watakuja kwa wingi shule, watoro wote watakuja ambao walikuwa wanashindwa wana, wana kuja kutokana na mavazi yao kutokuwa nadhifu. Kwa hiyo tunapopokea vikundi kama hivi Umani Songwe Umani Gala kwa kweli ni, ni chachu ya maendeleo. Hali halisi ya shule zetu za msingi especially kwa hii kata ya Chiwezi sio nzuri sana. Kuna shule ambazo bado ina uhitaji wa uniform. Kuna wanafunzi ambao wana hali mbaya, hawana uniform nzuri, hawana viatu, wanahitaji huo msaada. Kwa hiyo tunaomba endapo kutatokea tena msaada kama huu, tuzifikirie hizo shule upande wa kuwasaidia ku, wahitaji wa, wa waishio katika mazingira magumu. Siku ya leo tumeweza kutoa uniform mia moja kwa wanafunzi mia moja wa shule ya msingi Chiwezi. Tuliweza kuguswa kuja maeneo haya baada ya kupeleleza na kugundua kuwa kuna baadhi ya mazingira baadhi ya shule watoto uniform zao zinakuwa zimechoka sana. Unakuta mzazi mwingine ananunua uniform darasa la kwanza, anakuja na kununua darasa la tano. Na mwingine yani, unakuta anaweza ana, akaendelea aka, nayo mpaka anamaliza shule yani hakuna kinachoeleka